Maskini ya Mungu leo mchawi wa hospitali amekamatwa. Kwa kweli leo tumemdhibiti, hawezi kwenda popote, wala hawezi kutoa hata mguu wake. Maana ni kama vile ameganda kwenye smaku vile, hawezi akaenda kokote. Ah, lakini daktari mkuu huyu atana chembe ya huruma jamani, mwoni mwako e, baba huyu atana chembe ya huruma sawa. Mimi nimeonekana kama ni mchawi, ni mwanga, lakini na mimi pia nahitaji msamaha. nimekosea Ah, ningelifahamu toka mwanzo kwamba wewe ni mchawi, nisingekubali kabisa ufanye kazi kwenye taasisi yangu. Kwa kweli umeichafua taasisi, na kutokana na kosa ulilifanya sheria lazima ifuate mkondo wake. Askari, njoo kamate huyu, mpeleke ndani. Mkuu, kwa taarifa njema tumefanikiwa kumkamata mhalifu aliyekuwa anafanya uhalifu na kiigiza kama daktari feki katika hospitali ya Kikule pale mjini. Mm, very nice. Kazi nzuri sana. Ah, uh, ni hospitali ya Kikule ambayo inapatikana mjini? Ehe, ndio hiyo hiyo. Kumbe unaifahamu eh? Tulipokea taarifa kutoka kwa mganga mkuu katika hospitali hii kwamba kuna daktari feki ameibuka akidai kwamba yeye ni daktari kutoka Muimbili. Hasa cha kushangaza ni mama mtu mzima. Kwa kweli ukimwangalia, of course anatia huruma sana, alafu ukizingatia na huu mwezi wa Ramadhani, watu wanafanyaje ushirikina jamani? Ah, inasikitisha sana. Yaani watu hawaogopi hata mfungu, huu mwezi mtukufu wa Ramadhani wanafanya mambo ya ovyo kama haya. Ah, naomba mpege kwenye kile chumba cha mahojiano na, na maongezi naye. Sawa mkuu, haina shida. A few moments later karibu sana mkuu. Nishaandaa kila kitu, documents zote ziko mezani hapo. Kwa hiyo uko tayari kwa ajili ya kumfanyia mahojiano. Ah basi kaa hapa pembeni uweze kuimarisha ulinzi. Tunajua tena wahalifu ambao ni wachawi wanakuwa ni hatari sana. Wewe kaa hapa pembeni, mimi nikiendelea na mahojiano. Sawa. Na kweli hebu angalia kwanza sura lake ilivyo vile. Ni mchawi huyu mama huyu. Eh. Ngoja basi nikae hapa niimarishe ulinzi. Sitaki atoroke. Binti, kwa nini unashiriki kuni mambo ya kishirikina, mambo ambayo serikali yetu inayapinga kila siku, na wewe ndio unayafanya. Kwa nini unajihusisha na mambo? Ah, kwa kweli afande, hata sijui naanza kusema nini? Kwani hautambui kwamba mambo ya ushirikina ni kinyume kabisa na ilani ya serikali yetu? Na mbaya zaidi, wewe umejifanya kama daktari. Hilo ni kosa kubwa sana mara mia hili mambo ya kishirikina, lakini kujifanya kama daktari alafu umeonekana kwenye matukio mbalimbali pale hospitali na inasemekana kwamba pia ulitishia uhai wa moja kati ya wagonjwa pale hospitali. Samahani askari, wewe ni mwanamke mwenzangu, nimebana na mkojo, yani hapa mkojo kidogo tu unatoka sahihi. Naomba nisaidie kidogo nende chooni mwenzako, nitaibika hapa. Aa ha aa, ha aw aweni popote. Kwani na maajabu gani hiyo? Kojola hapo hapo. Kojola tu hapo hapo, yani leo mpaka utuelezee, nishikie uelezee serikali, kwa nini unafanya mambo ya kishirikina? Na mbaya zaidi. Ulikuwa unataka kuhatarisha afya ya kijana mmoja pale hospitali. Nusu muue kijana wa watu. Taarifa zako zote tunaanza kwenye faili. Yaani leo uwezo kachomoka hapa. Salamu yako inabidi tuelezee ukweli maana yake upo kwenye vyombo vya dola hapo. Hakuna namna yoyote za kukimbia katika eneo hili. Ah, afande, acha mimi tu niseme ukweli wangu kwa kweli. Maana yake nikiendelea kuishi katika maisha haya hata mimi kwa kweli natamani nirudi kwenye hali ya kawaida. Ah, uh, mimi ni, ni, ni mchawi na uchawi wangu mimi si uchawi wa kawaida, ni uchawi ambao nilisishwa ni na bibi yangu ambaye alikuwa kwenye chama cha wachawi Du. uh, makubwa haya. Ehe, ikawaje mpaka ukawa mchawi sasa? A, n, nikiwa na miaka mitano, a, bibi yangu a, ambaye kwa sasa ameshafariki aliniita chumbani akaniambia, mwanangu, naomba uje hapa chumbani, kuna jambo nataka nikwambie. Nimesikia e, ukiniita. Umefunga vizuri Mlango, mjukuu wangu beishaufunga vipi? Ulikuwa na shida gani bibi yangu? <coughs> <coughs> ah, pole sana bibi, nikukimbiza hospitali e, eh? kwani nikamwambie mama? Hapana binti yangu, haina haja kwenda kumsumbua mama yako. Mimi bibi yako sina muda mrefu wa kuishi, na tatizo la moyo ambayo linanisumbua muda mrefu, na ninaweza nikafa muda wowote. Nilikuwa naitaji nikulithishe mwanangu. Sasa ah, bibi unalisha vipi? mimi na miaka mitano bado ni mdogo sana, sina hata akili ya kuweza kumiliki mali. Hapana binti yangu Urithi ninaotaka kukupa hapa sio urithi wa mali, ni urithi wa uchawi. Ninahitaji binti yangu uweze kunilisi mimi, bibi yako. Nahitaji uwe mchawi. Uchawi? hasa uchawi? Nitawezaje mimi jamani? Kuhusu hilo binti yangu, wala hauna haja ya, ya, ya kuumiza kichwa. Mimi bibi yako nitakuelekeza kila kitu na nitakulisa kila kitu. Utakuwa mchawi mpya katika katika kundi chetu. Mimi nikamsikiliza bibi, wataka kusema kitu gani? Maanake mimi ndo nilikuwa mjukuu wake pendwa. Akaniambia mwanangu mimi na maradhi ya moyo na sina muda mrefu sana, nitakufa kwao. Nilikuwa nahitaji mtu ambaye atakaye kuwa mrithi sasa. Mimi nikamwambia bibi, urithi wa kitu gani? Mbona mimi bado ni mdogo sana? Akaniambia mwanangu, sio urithi wa hivyo vitu unavyovifahamu wewe, ni urithi wa kichawi. Mm. Katika chama chenu hiki cha kichawi, uh, mko wanachama wangapi? tuko tuko mgoja uk tu Ah, nimekumbuka. Tuko wanachama 12 kwenye chama chao cha kichawi. Oh, ah, maskini. Yani nimesikia stori yake mpaka imeniumiza moyoni. Kwa kweli, aliingia kwenye uchawi ya kila miaka mitano. Hii nasikitisha sana. Lakini umeshakuwa mwalifu sasa. Sisi lazima tufuate sheria. Lazima tukuweke ndani wewe. Kwa sababu pia umefanya kitendo cha kushiriki kujifanya kama daktari feki na tayari ulikuwa umeshahatarisha maisha ya yule kijana. Kwa hiyo wewe sio mtu kuacha kabisa, ni wa kuweka ndani wewe. Lakini afande, mimi nimejitahidi kusema ukweli wangu, nikitegemea wenda mnaweza mkanisamehe. Nisamehe jamani, mimi niko tayari kuacha uchawi. Afande, uh, mimi naondoka. Naomba umkamate huyu, mweke kwenye ile selo ya wahalifu, manake ameshaweza kuhatarisha afya za wagonjwa wengi katika hospitali ile kubwa. Kwa hiyo naomba umkamate, mfunge kwenye selo ya wahalifu akiwa anasubiri hukumu yake. Sawa, mimi acha niondoke. Ni, ni mkamate huyu mpeleke ndani huyu. Lazima awe mbuzi wa kafara kwa ajili ya watu wengine wanaofanya tabia kama hizi za kichawi waweze kujifunza. Leo ndo maneno ya kuongea mkuu. Maana yake nilikuwa nasubiria tu utoe amri. Yaani huyu tabia ya uchawi inabidi ikome. Maana yake hao watu wanarudisha nyuma maendeleo ya watu. Wakiendelea tukiendelea kuwachekea chekea hivi, hipo siku na sisi tutakuja kutupalamia hawa. Yaani, ngoja nikamfungia humo ndani asubirie hukumu yake, mkuu. Na taarifa mbaya sana kuwasilisha, mmoja kati ya wanachama wenzetu amekamatwa. Amekamatwa? Nani amekamatwa? Kizembe? sizani kama mchawi anaweza kukamatwa kizembe kiasi hicho. Ni nani ambaye amekuwa mzembe kiasi hicho? Ni ule mchawi uliye mtuma aende akaloge hospitali, amekamatwa. Yuko kwenye kituo cha polisi sasa hivi, yupo katika mikono ya dola, amekamatwa.